Asante sana mtazamaji. Sasa tunaingia katika sehemu yetu ya ukumbi, na kama unavyokumbuka juma lililopita, mwanahabari wa runinga Citizen Evan Sasiba alifanya makala maalum kuhusiana na shughuli inayoendelea, shughuli ambayo kwa sasa hivi ni haramu e, kwani serikali e, ilisitisha shughuli za uh, kuchinja punda. Lakini katika makala hayo uh, ya upekuzi e, ilibainika wazi kwamba ni shughuli ambayo inaendelea tena kwa usiri. Sasa tunataka tujaribu kung'amu hapa ni kitu gani kinachoendelea. Je, soko la uh, nyama ya punda iko hapa nchini au ni soko lililoko ughaibuni? Kwa hivyo punda wengine wanaibwa, wengine wananunuliwa, wengine wanauzwa e, kinyume cha sheria. Na je pili, kama mtazamaji unajua nyama ya punda iko vipi? Je, ni salama kuliwa ama si salama kuliwa? Je, kuna baadhi ya hoteli, kuna baadhi ya vibanda, kuna baadhi ya vituo vya kuuzia nyama ambavyo vinafanya biashara hii ama la? Wangona wetu kutusaidia katika mazungumzo yetu ya leo e, tuko naye Evan Zasiba ambaye ni mwanahabari wa Citizen TV, tuko naye Daktari Jen Juguna, naibu mkurugenzi wa huduma za mifugo, e, tuko naye Benson Ameda ambaye ni rais wa shirikisho la madaktari wa mifugo, na pia tuko naye Bwana Samuel Theuri, mtaalam wa sera e, shirika la Brook e, East Africa na vilevile tuko naye Bwana Robert Maitedhia mbi, e, mbijiwe ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho linalowaleta pamoja wamiliki wa kwa hivyo yeye pia anazungumza kama e, mwenyekiti na vile vile kama mfugaji. Karibuni sana katika studio yetu. Nafikiri tunajipata katika mazungumzo haya ambayo ni mazungumzo pengine wengi hawakuzoea, lakini pengine, Evans nianze nawe kwa kifupi sana, kitu gani ambacho kilikuvutia kufanya makala haya ya upekuzi kuhusiana na uh, uchinjaji na uuzaji wa nyama ya punda? Asante ah, sana mwenzangu <coughs> ni mrodi uliosema. Pengine tu nikianza kwa kujibu swali lako, ni kwamba eh, ikumbukwe ma, si mara ya kwanza kufanya makala haya. Mwaka 2024 eh, ndipo mara ya kwanza nilipozamia swala hili nzima la kujua pengine eh, nyama ya punda ni natoka wapi na na, kina nani wanafanya biashara hii. mm -hmm. na mwaka 24 kilichonivutia ni kwamba nilipata ujumbe na picha kutoka kwa rafiki yangu kutoka eneo eh, la Waso Kedong aliyekuwa akiniambia kwamba kuna biashara ya punda, akanitumia picha zile zilizokuwa na wale wanyama wale, mseme tu mizoga ya punda waliokuwa taari washachinjwa. mm -hmm. na hapo basi nikajiuliza, nafasi yetu kawa na habari, tuna jukumu moja la kujua mambo kama haya. mm -hmm. Ibainike kwamba yanaendelea au hanakaendelea, ni nani wanaoshiriki, nafikiria. mm -hmm. Hapo ndipo nikapata mori ya kufanya hata makala ya mwaka jana, kujua baada ya kufanya yale mwaka uliopita, mwaka 2024 kuna mabadiliko au bado picha ni ile ile na, na kweli tukapata picha ni hiyo hiyo kwa kifupi sana E, je, makala yale yaliweza kuthibitisha, ni idadi ngapi ya punda pengine huwa wanachinjwa kwa siku na soko liko wapi? Kinachofanyika Nimrod ni kwamba biashara hii ni fiche, uliyosema inafanya katika siri, na punda wanachinjwa zaidi ya mia mbili kwa siku moja. Utapata kwamba wanaleta punda wafike kiwango fulani ndipo wachinje. Wakishachinja itawapa nafasi pia kusafirisha ngozi elekee kwingine nyama kwingine, kwa hivyo wanasubiria punda wafike kiasi fulani, angalau mia mbili ikienda zaidi, chini ni mia moja Asante sana nijekuewe bwana <coughs> e, kupitia shirika la Brook e, nafikiri mwaka elfu mbili ishirini e, serikali iliweka makataa na kuzuia kabisa shughuli ya kuchinja punda, lakini turudishe nyuma, kwa sababu kuna wakati ambapo vichinjio vya punda vilikuwa vimeanzishwa humu nchini. Je, ni kumaanisha kwamba wakati huo ilikuwa halali kuchinja punda? Na soko lilikuwa wapi mpaka tufikie kiwango ambapo mwaka elfu mbili ishirini serikali inazuia kabisa na kuharamisha uh, shughuli ya kuchinja punda? Uh, asante kwa hilo swali. Uh, kwanza niseme, uh, hili jambo la punda ni jambo ambalo limekuwa ni safari. Mwaka 1999 aliyekuweko waziri wa kilimo uh, Musalia Mudavadi ndiye akatoa uh, agizo la serikali kwamba punda, farasi, nyumbu na wanyama wengine wamehalalishwa kuwa uh, chakula cha mwanadamu. Na ilipofika mwaka wa elfu mbili kumi na sita, serikali ya Kenya ikatoa leseni nne hiyo uh, 2016, 2017 na 2018 kwa vichinjio nne ambazo um, zimemilikiwa na watu ambao si wa nchini, mm -hmm, um, foreign investors kuna, mm -hmm. Kichinjio moja ilikuwa Turkana, kichinjio kingine iko Naivasha, kichinjio kingine iko Machakos na kingine kiko Baringo, na na Baringo, na na. wakati hizo vichinjio nne zilifunguliwa, na ni vizuri kwamba tukumbuke kwamba Uh, washikadao wakuu wa hizi vichinjio walikuwa wamesafiri kutoka nchi zingine West Africa, ambapo walifukuzwa kwa mambo ambayo walikuwa wanafanya. Wizi mm -hmm. mm -hmm. wa punda ulikuwa umeongezeka, uchinjaji wa punda kiholela, uh, kuchinjia uh, punda vichakani na ngozi zinachukuliwa. Na hapo ndipo communities walianza ku kusema kwamba punda zao zinapotea, punda zao zinaibiwa, punda yangu ilichinjwa. Uh, kiliokikawa kingi, wakaanza kuandamana kwa barabara mm -hmm. na hapo shirika la Brook East Africa likaona hapa kwamba lazima lishikane na wenye punda kumtetea mnyamakazi punda no. mwaka 219 uh, serikali kupitia shirika la research calro na DVS National Bureau of Statistics wakafanya assessment wakaona kwamba punda zaidi ya elfu moja zinachinjwa kwa siku. Uh, punda zaidi ya 40% zinachinjwa zenye ziko na mimba. Serikali ikasema lazima kwa njia ya kikatiba uh, tufunge hizi vichinjio, kwa sababu zinakiuka haki ya mnyama. uh -huh, zinakiuka haki ya wenye punda na na mwaka wa elfu mbili ishirini hapo ndio waziri aliyekuwa pale na, akatoa makataa. So nikijibu swali yako kwamba hapo mbeleni uh, sheria ilikuwa imetolewa na punda zilikuwa zinachinjwa kwa harari, lakini madhara ambayo yalipatikana uh, katika hicho kipindi cha miaka nne likapelekea serikali kufunga hizo vichinjuo mpaka siku ya leo. Pengine basi, Bwana Benson, swali la kujiuliza ni nyama ya punda ni salama kula ama si salama kula? Asante sana Nimrod, uh, kwanza niseme nyama ya punda ni salama kula ikiwa itakaguliwa. Mm -hmm. Lakini ile problem tunaongelelea kwangu ni kubwa kuliko kuangalia punda. Mm -hmm. Kwa sababu kile tunaongelelea ni wizi ya mifugo. Mm -hmm. Na hii maneno ya punda kuchinjwa na kuibiwa ni dalili ya problem kubwa ambayo tuko naye kama nchi. Mm -hmm. Kwa hivyo njia pekee ambayo tunaweza uh, stop maneno ya kuiba na kuchinja punda ni kuangalia sekta ya mifugo, ukikumbuka ya kwamba uh, tumekuwa na operesheni ya kumaliza uhalifu ambayo ilianza na serikali ilifanya kazi but in those areas ili reduce wizi ya mifugo kutoka about 63,000 mm -hmm, to 23,000, lakini in the operation areas, kumaanisha ya kwamba wizi ya mifugo bado inaendelea kwa maneo zingine. mm -hmm, so tukitaka kustop maneno ya wizi ya punda tuanze na kuangalia wizi ya mifugo uh, leo katika Kenya the easiest thing ambaye unaweza iba kama wewe unataka kuwa mwizi ni livestock, ni the easiest thing unaweza iba kwa vile, ikiwa mwenye mnyama hata kupata the system iwezi identify any animal that is stolen. So kile sisi inatakikana tuangalie, tumefanya operesheni the players hapo walikuwa security agencies, tumefanya community policing players walikuwa the communities, na tumefanya maneno even the political leaders wamesema fine, itakuwa mingi no. milioni mbili no. but hatuja involve wale watu who are actually players in this sector. Wale madaktari wanaangalia movement ya wanyama no. hatujui wako wapi no. wale wanafungua na kufunga vichinjio no. hatujui ni nani no. wale wanatoa licenses ya kutransport nyama hatuwajui na hatuongei juu yao okay. Hapa ndio mali shida swala kubwa. Zuia hapo kidogo Bwana Benson. Um, Daktari Jen, kama alivyozungumza Bwana Benson, eh, ina maana kwamba kwa wahalifu wanahusika katika maswala ya kuiba punda na kuwachinja ni kwamba wanafanya hivyo kwa sababu kuna soko. Sasa siamini pale nilipo, na pengine Evans pia atatufafanulia, na nyie pia, ni kwamba siamini kwamba hili soko ni la kimataifa peke yake Ina maana kwamba hili soko pia liko hapa nchini. Sasa swali la kujiuliza, je, nyama ya punda imejipata katika buchari za hapa nchini? Nyama ya punda imejipata katika hoteli hapa nchini? Nyama ya punda imejipata nyumbani kwa watu, wanakula na hawafahamu? Ni rahisi pili, ikiwa hawa punda wanachinjwa kwa njia ya siri, kwa sababu sasa hivi si halali, ina maana kwamba ile nyama pia haijakaguliwa. Daktari yenyewe <coughs> E, ikifika wakati ya wizi, huwezi jua mwizi atakuja saa ngapi, na huwezi jua akiiba atapeleka wapi, kwa sababu atapeleka mahali ako na soko. Soko inaweza kuwa ya nje, inaweza kuwa ya ndani, lakini kwa sababu hii ni mambo ambayo si halali, hatuwezi sema kama, kama hizo nyama hazijapatikana butchery ama mahali popote. No, no. Ile inatakikana ni watu wawe waangalifu sana especially wakati ya transportation kwa sababu kuna zile cheti zinapeanwa wakati nyama inasafirishwa. No, no. Na kuna zile cheti zinapeanwa wakati mtu zile ambazo zinawekwa kwa butchery ama kwa kibanda ya kuonyesha kwamba ile nyama inauzwa hapo mm -hmm. imekaguliwa na daktari mm -hmm. na ni halali mm -hmm. Sa ukiingia uone, hizo cheti haziko, hiyo nyama haina hiyo muhuri, hiyo ni kuonyesha hiyo nyama haijulikani mahali imetoka. no. hutaweza kujua kama ni ya punda ama ni ya ng'ombe. Kwa hivyo kwa kifupi, kuna uwezekano watu wanakula punda na hawajui, majumbani, kuna uwezekano especially in the kwa vibanda. Naam. Ikiwa kwa sababu ya taaluma ambayo inashiriki, unaweza kutufafanulia, mtu akitaka kwenda pengine kibanda ama kituo cha kuuzia nyama, ni rahisi kutofautisha hii ni nyama ya punda, hii nyama ya ng'ombe na kadhalika? pengine wale wabu, watu ambao wako na umaarufu wa kutofautisha. Naam. Sababu kama tuseme kama mifupa ya bafu Naam. Naam. ya tuseme ya ng'ombe Naam. hiyo mifupa ya ng'ombe inakaanga kama iko flat na, na wide kidogo na, lakini ya punda inakaa curved na straight rate ina kuliko ya ng'ombe. Aha. E. Hai nije kwa kwewe Bwana Robert maanake wewe ni mfugaji na unawakilisha wafugaji wengine yeah. Kama mwenyekiti wa shirikisho linalowaleta pamoja wafugaji, mumepoteza punda wangapi mpaka kufikia sasa? Manake najua pengine mnakusanya data mnakusanya takwimu kutoka kwa wafugaji wengi tu wa punda hapa nchini asante sana ee, nikiongea kutoka 2016 wakati mambo ilianzia ya vichinjio mbeleni punda wetu walikuwa 1.8 million lakini saa hii ukiangalia idadi imeteremuka mpaka tuko chini ya milioni so ni kumaanisha punda wale wengi ndio wamechinjwa na ukiangalia mashinani wale wanalia kwa wingi ni wakina mama vijana ndio wanalia juu hii vichinjio ambayo ilifunguliwa na tukiangalia haikufunguliwa na njia ile ambayo ni halali, manake mwananchi ako na haki yake, hakuna public participation. Serikali ilifanya ndio kuja ifungue vichinjio ya punda, ituulize kama tunataka punda wetu hao wanachinjwa. So tulikuta tu imefunguliwa ndio kaona watu wakati wanarusi punda zao, wakalia kwa wingi ndio wakaanza kutafuta ni wakina nani watawasaidia. Wakaingilia watu wa midia kama nyinyi sasa, wakaingilia upande wa serikali hii ya chini na ya juu, wakaingia kwa machifu, ndio wakakuja pia kutafuta hata mapatnas wale ambao watakuwa na uwezo wa kuongea wawasaidie. Kuna mama na ndada huku chini, unakuta ile nyama ambayo imechinjwa, ukweli, tukisema ukweli, imeibiwa hiyo punda. Ni ya mama mjane ni ya mtoto yatima, ni wale ambao wanataka masomo, ni wale wanataka kukula chakula, lakini unakuta punda yake ime, imeenda. Sasa ukiripoti kwa polisi, hebu tuangalie, wanakuambia etuangali wakina nani. Wakiwapata tukipata kama tumepata lori imejaajaa punda, tunaenda kwa polisi, shikeni, tunawaambia inashikwa hapo sasa. Ikishikwa unakuta sasa wamepatiwa keshoe barua ya kusafirisha nini punda, wamepatiwa na wakina nani? Wanasema ofisi ya DVS imepeana, okay. Unaona unaona hiyo cheti sasa, permit imepeana sasa, polisi na hawana labda la okay kushikilia nini punda, watupatie so ndio. Unaona hii janga limeshindi na hii vita inaendelea kusindi. Tangu nyinyi mkuja pia muangalie, tulikuwa tumeomba pia serikali, unaenda kwa ofisi hizi kuu pia tumetembea hata hii ya interior, tukamwambia hii maneno inasonga mbele hapa inaumiza mwananchi wa kawaida, na tulianzia safari kwa urefu... Zuia hapo kidogo bwana, nimezuia kama nije kwako. Manake kama shirika ambalo limekuwa likifanya kampeni za kumtunza punda, naamini kwamba ndio shirika pekee kwa sasa hivi ama mashirika, huyu mnyama anaitwa punda, ndio mnyama peke yake kwa sasa hivi, najua kuna mashirika mengi yanamlinda. Sijasikia kuna mashirika yanasema mtunze ng'ombe, mtunze paka <laughs> mtunze kuku, e, mtunze mbuzi ama kondoo. Mara nyingi huwa ni punda. Kwani punda na thamani ya aina gani? Hilo ni kwanza, alafu pili, ukiangalia yale makala aliyofanya mwenzetu Ivan Sasiba, e, nikana kwamba hii si biashara ambayo inafanywa na wahalifu wa kawaida. Ni wahalifu ambao wana uwezo wao, e, wanalindwa E, na wanajua kwamba ina faida kubwa, sio tu hapa nchini, bali hata kule wanakuipeleka kwenye soko za ugaibuni. Asante kwa hilo swali. Um, punda si punda peke yake, si punda, si mnyama tu, punda ni kipato. Ukiangalia mwenye anamiliki punda ni nani, hapo ndio utaanza kujua faida ya punda kwa mwananchi wa kawaida uh, kwa mwananchi ambaye anaishi uh, mahali kame, ukienda northeastern in northern frontier, hapo ndio utajua punda maana yake. Ukienda mahali ambapo kuna milima Mount Elgon, um, Nyandarua, hapo ndio utajua faida ya punda mm-hmm. ni aina gani. So wakati unamwangalia punda, ni mnyama ambaye ametekelezwa sana um, ukiangalia mnyama ambaye anateswa zaidi pia ni punda. Kiboko ni punda. Wakasema asanti ya punda ni mateke, walikosea. Kwa sababu ukiangalia faida za punda, hata uende pwani um, Lamu, kuna mbio za punda, kipato. Kuna watu wanafanya ecotourism kwa kumtumia mnyama kazi punda, so punda ako na faida zaidi ya kuwa mnyama, na hizo faida wakati zinatolewa kwa huyu mwenye punda, hapo ndo unasikia chama nakisema mama anateseka, mtoto anateseka, mwenye amelemaa lakini anategemea punda anateseka. Ukija kwa hali ya ajira hii Nairobi, tuanzie hii Nairobi, vijana Ruai na Rongai, Kiserian wanafanya kazi sana kutumia mnyama kazi punda so ni mnyama ambaye ako na faida nyingi uhum. Nyingi sana no. So wakati sisi kama grup... thamani yake e, ni ipi e, ukilinganisha katika bei ndio tuweze kujua kama anachinjwa nyama yake ina bei ya aina gani tofauti na mifugo wengine ambao e, tuna ruhusa ya kuwala ama kuchinja. Uh, punda kutalingana na amenunuliwa pande gani. Um, wakati mwingi punda anauzwa ana shilingi ya elfu kumi na tano kuelekea elfu ishirini Ukiangalia ng'ombe ni elfu themanini ikielekea mia. So punda ni rahisi kumpata kwa njia rahisi. Um, soko la ngozi nje ya nchi, hapo ndo kazi iko, kwa sababu wakati hiyo uh, ngozi inachemshwa inatolewa, hiyo kemikali inaitwa ejiao no. uh, inatengezwa switi, inatengezwa manukato, inatengezwa mafuta hapo ndo unasikia bei yake, dhamani yake inakuwa juu zaidi Sa. Lakini kando na kuangalia hiyo dhamani, ni vizuri tufikirie kwa nini tunamtetea huyu mnyama punda. Uh, tusifikirie tu mambo ya soko ya nje but yule mtu anatumia punda hapa atateseka kivipi punda yake ikiondolewa? Sa. Sa. Uh, bwana Samuel tufungie hapo kwa sasa. Uh, tuchukue muda mfupi tu, uh, tunakwenda kwa matukio ya moja kwa moja, alafu tutarejea kwa mazungumzo yetu hivi sasa uh,